Je, Mungu atasahau watu wake? Watu wengi wanapokuwa katika changamoto, majaribu na magumu, wanamshtaki Mungu kwamba amewasahau. Lakini je ni kweli? Tuingie katika somo letu kupitia kwa maombi tuweze kuelewa. Baba wetu inuliwe leo, hivi tunataka kujifundisha, je unatusahau wakati wa changamoto vile wengine wanavyodai? Nena nasi, fungua fahamu na akili zetu, tujue kwamba huko nasi ni ombi letu la jina la Yesu mkombozi wetu amen. Kumbuka, swali ni je, Mungu anasahau watu wake? Je, atawasahau? <laughs> Wengi hasa ukiangalia katika hali ya mazingira tunayoishi, uchumi inapodorora, hali inapoendea kuwa mbaya, kweli wengi wakati wa changamoto, angalia hata watu wanapofiwa, akipoteza mpendwa wake pekee yake, anapoteza mtoto ambaye alikuwa natumainia, akipoteza familia ambayo alikuwa anategemea unani ah, wanasema ah, Mungu ametutendeaje? Mungu amefanyaje? Ndivyo watu wanavyosema. Lakini swali, je, Mungu anafanya hayo? Na je katika hali hiyo ya masikitiko na simanzi na huzuni, je, Mungu anatusahau? Hapana. Mbona katika Saburi kumi na tatu hata Daudi anauliza swali, anasema hivi, je Mungu utatusahau mpaka lini? Alafu swali la pili, je, ni milele? Ni swali anauliza Je, Mungu tasahau hata milele. Kitabu cha Saburi kumi na tatu nilipata siku ya yapeke sana hata kitabu kituputu... cha pekee nasema, giza kabla ya kupambazuka. Kitabu Qtupu... chenyewe kinasema kina, kina hivi, je Mungu atawasahau watu wake wakati wa majaribu? Alafu swali linakuja, je atasahau watu wake? Alafu sasa akaanza kuleta swali la oh, kufuna tafakari, akaanza kuleta swali lingine <tabu>... akasema <tabu... tabu> <tabu> je alimsahau ni mwaminifu wakati alipoleta mapigo yake wakati wa gharika? Najua unajibu. Je, alimsahau je alimsahau Lutu wakati alileta mapigo katika nchi ya Sodoma na Gomora kwa kuleta moto kutoka mbinguni wakati watu walikaidi sauti na kuingia katika uozo un wa maadili? Je, alimsahau? Unajua jibu <gmana> swali so, jingine je Hapana, Mungu asahau jambo jingine. Nilikuwa naangalia hata katika historia ya dunia, bado Elia, unamjua nabii. Je, Mungu alimsahau? Swali jingine, je, alisahau wale vijana watatu waikurushwa ndani ya moto <laughs> moto mkali wa Nebukadneza, swali linakuja, je, alimsahau? Aliwasahau? hata Daniel, je, alimsahau aliporushwa ndani ya tundu la simba? Je, Mungu alimsahau? hata Daniel hakusahau, au wengine hawakusahau. Mwingine ambaye nilikuwa nasoma Biblia nikaona maisha yake pia aliyapitia magumu, Yeremia nabii. Je, wakati Israeli ikikengeuka ikamwacha Mungu, hata akimwekea Yeremia ambaye alipewa ujumbe wa Mungu, awaone waambie, kwa sababu ya maovu umetenda mtachukuliwa Babeli. Wakamgeukia wakasema hapana, Mungu akasema wa hivyo, wakambeba wakamrusha ndani ya eh, seli ambayo ilikuwa chini yaari, yaani mahali matope na uchafu. Swali ni je, Mungu alimsahau? Hapana, alituma mafupi akamuinua. Kwa hiyo Mungu, je, swali sasa ningekuuliza, ana anawasahau watu wake? Naamini umepata jibu kwamba Mungu asahau wa watu wake. Sasa katika kitabu cha Isaya naomba nisome Isaya arobaini na tisa kumi na nne mpaka kumi na sita. Hiyo naomba nisome kwa utaratibu. Je, Mungu atawasahau? Hapana, maandiko nasema hivi, bali Sayuni alisema Yehova ameniacha, Bwana amenisahau, kusema, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Na mwandiko nasema hawa waweza kusahau, lakini aai kavuna matumaini kumi na, na, na, na sita nasema hivi tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele zangu daima. Mungu asahau watu wake. Ni sisi tuna fikra kama hizo, ni sisi tunaona, lakini Mungu asahau. Tumeona mifano mingi katika Biblia. Mungu asahau watu wake, naomba ukumbuke kwamba Mungu asahau watu wake. Inaweza kuwa katika maisha yako umepitia magumu mpaka unaona ah, Mungu lakine, Mungu alikuja kanisahau, lakini nakukumbusha, Mungu asahau kwa mujibu wa Biblia. Mifano nimekupa, angalia, Mungu asahau. Hata Daudi alipokuwa katika hali hatari, Mungu hakumsahau. Mungu asahau watu wake. Kwa hivyo, amin, leo kaka yangu na dada, Mungu hata unapopitia magumu machungu, kumbuka bado Mungu anasema yuko nawe mpaka mwisho. Mungu afanye hivyo. Mungu kumbuka, Mungu akubariki unapotafakari jumbe mzuri, pata imizi, imarishwe katika imani, thibitika katika kweli, utazame Yesu. Kumbuka, yeye yeah, asahau watu wake. Na Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Mungu wetu akubariki. Unapotafakari jumbe habari nzuri, jumbe wa imani, jumbe wa kwa kuhimiza kwamba utatusahau tuendelee kuwa imara na tuhimize wengine kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu, Amen.